Kwa njia gani? Wala sio tu uko kusema sema, lakini moyo wake umekuwa nitakuwa baraka. Kaangaika, ameangaika kuwa baraka, yaani kaangaika. Mlioko hapa kanisani, mmeona kwa kipande kikubwa, kaangaika kuwa baraka, kaangaika kuwa baraka. Na nisha kwambia, macho haya yasipoona, hewa hii huona, hii hewa huona inapeleka habari kwenye mioyo ya watu. Nawahakikishia, nawahakikishia. Na mzee mmoja akawa amemtega swali mzee mwingine ambaye akili ni kubwa, habari yake imeenea kama tulivyo wenye kiuza kwa sehemu kubwa. Moja ya sifa pamoja na uzoefu mwingine mwingi, si waoga wa kusema kitu ambacho umekisikia. Maana wakiwa na kumuuliza mtu

Imani gambulie sasa, ayo maani wewe ayo majani ndio utaanza uta kuyachanganua ni majani gani utashtaki? Anasema ana, ana, ana, ana, alishtaki, wakasema nani alikwambia, alimburia? Maani akaane, yani akatae akuwa na mke wa mtu kule hilo ndo tujadiliani, tusianze kwenye eneo la nani alimwambia. Mwisho wa siku akamaliza wa tu barozi, hata hajaita watu, basi yaishe. Bwana sasa, yaishe, usianze, yaishe, kwa sababu aliogopa. Maani gambulilejani, hawa watu, chochote unachomfanyia yeyote, hawa watu huona Ye kwa moyo wowote, binadamu wanaokuzunguka huo, na hata wasipoona mema yoyote unayofanya kwa mtu kwa moyo wa kweli, automatikali hupandwa, hupandwa kwenye mioyo ya watu. Unajikuta tu kuna watu wanajisikia kuwa sehemu ya maisha yako, kuwa sehemu, usianze haa. Nadhani mi nina, ninangekewa ni, ni si na nyota si nini? Hebu wakati mwingine angalia aina ya maisha yako, kwa vingi utakavyokuwa navyo, kwa vichache utakavyokuwa, ibada zikusaidie jaa kwenye maisha yako. Hali utakayokutana nayo wewe jua ulijaribu kuiepuka kwa mema mengi uliyofanya ulijaribu kuiepuka, mwisho wa siku imetokea hiyo. Unaweza ukashangaa kutokea hapo. Usibebe wewe kila mzigo, nimekwambia wananchi sio wakati wote wanaweza ukaiona hiyo ni baraka. Hebu soma wa Korinto ya kwanza sura ya pili msara Wakorinto wa kwanza sura ya pili msali wa 14 anasema ndio. Basi mwanadamu wa tabia ya asiri ndio, hayapokei mambo ya roho wa Mungu maana. Kwa nini? maana kwake huyo ni upuuzi wa... wala, wala hawezi kuyafahamu naamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. tatu, kumi na nane, tatu, Wakorinto wa kwanza sura ya tatu msali wa 18 anasema ndio. Mtu asijidanganye mwenyewe. Ndio. Kama mtu akijiona kuwa mwenye haki, mwenye hekima ndio miongoni mwenu katika e. dunia hii e. na awe mpumbavu e. ili apate kuwa mwenye hekima. Kwa nini? Maana hekima ya dunia hii e. ni upuuzi mbele za Mungu e. kwa maana imeandikwa e. yeye ndiye awanasae wenye hekima e. katika hila yao. Mungu wetu asifiwe. Wanadamu mambo ya mungu ya yasemuayo ni hekima kwao, na wenyewe ni nini? Ni upuzi. Mtu mwenye ufahamu wa Mungu, mambo ambayo kwa wanadamu wanaita ni hekima, nao ni nini? Ni upuzi, ni lugha gonga. Nimesimama kwenye ile eneo kwa sababu ninazungumzia hali zinazoweza kukukuta wakati ulitaka kuiepuka. Narudia tena, kanisani tupo kwa bidii, tunaomba, tunaimba, tuna, tuna, tuna kuwepo kwa moyo. Tupo kuepuka aibu ya milele, tupo kuepuka ukawaida, udogo, kuwa second class, second class, third class. Yaani tuko kuangaika usiwe binadamu wa daraja la pili au daraja la tatu popote utakapokuwepo uwe ni chaguo la kwanza daraja la kwanza yaani umetokea tu mahali asema muuzieni kwanza huyo mhudumieni kwanza huyo msikilizeni kwanza huyo hebu msikilizeni kwanza yani ndo tunachohangaikia mpeni kwanza huyo akae kwanza huyo asimame kwanza huyo aongee kwanza huyo hiyo ndo anachoangaikia ndo ale, usikie, usikie, kwanza huyo, apate kikubwa huyo, achukue kilicho bora huyo, ashika, yani aamue kwanza huyo, tusikie kwanza huyo, lakini ndo anachoangaikia kuna mahala tukiwa tunajua tunataka kuangaikia aseme kwanza huyo, akae kwanza huyo, ahudumiwe kwanza huyo asikirize kwanza huyo, unakutana na hali ya kwamba huyo anaenda wapi, akapange foreni kule, nayo foreni yenyewe umepanga, unakuta kuna mwingine akaja, we njoo, yaani sio wewe unata, mimi mimi mtu ah, huyo nyuma yako mi, ndo niko hapa, nilikuja hapo mbele nikujapo mbele, umesema nirudi, unasema sawa. na wewe kwa siongei na wewe eh, yule sasa. Mimi nitakuombea kuombe, uwa ninaomba na wewe, nikakuombea laana na baraka, lakini Mungu akufunulie, akufunulie uniangalie, mi ni mtumishi wa Mungu sema, wala hata siangaike na wewe, nitakufukuza hata hapo abashi

Wakati mwingine ndo mnaanzaga kujiongeza pale, kwanza kupita kantundu, unapita huku, unapita huku nini, unataka unahisi hizi njia zimetuchelewesha sana. Jifunze kujua upuuzi, hekima ambayo kwa binadamu ni hekima. Jifunze kujua hekima ambayo kwa Mungu ni hekima. Jifunze kujua kwa Mungu ni wapi a Mungu ni vipimo vyote, vinavyoonyesha sitaaibika. Vipimo vinapimwa kwenye akili za aina zote, mtu yoyote unayempa mpango, mchanganuo, msimamo, uelekeo. Nasema mtu wa Mungu, uelekeo uwezi kuaibika. Komaa, ila kutoboa sio rahisi, lakini komaa. Mi nishawaambia, mimi sihubiri Mungu ambaye umekomaa kwa imani unakokwenda kweli, ukimwambia mtu anasema hayawezekani. Yanawezekana katika roho, amyatambui a, a. Yaani, amyatambui awayatambui, mambo ya rohoni inashindikana, akili zao kukuangalia kulingana na elimu yako, elimu yako, umri wako, historia yako, backup yako, wewe unavyoweza ukayapanga ya mambo, ukayaendesha ya mambo, ukayakabili hayo mambo mtu anasema mwanadamu wewe, uwezi ukawa na kitu cha aina aidha, ni mganga, ni mchawi, una bakapu fulani ya watu nyuma. Sema mwanadamu kawaida, uwezi ukayatambua mambo ya rohoni. Uko mahali pagumu, aibu, mpweke, hatari ya kila aina. Nasema lakini njia kabisa ni hii, sababu ni moja, mbili, tatu. Mtu anaanza kukazia macho Kwenye eneo kama hii tuitakia kukimbia, eneo kama hii itakiwa uchukua hatua hii. Hayo usemayo ni ya kweli, hayo unayosema ni moja ya, ya ufanisi ufa, usahihi sana wa mwanadamu kufikiri. Lakini ni ajabu sana, mwanadamu uliye katika hali hiyo unafikiri hayo. Hali hiyo inatakiwa ufikirie kukimbia, ufikirie kutukana, ufikirie kujinyonga. Pia kulipiza kisasi, tunachoshangazwa ni uko kwenye hali hiyo, chombo imetumia tunaona, bado unawaza unawaza namna ambayo mtu yoyote akikuangalia kwenye vipimo vyovyote vyo jamaa anaweza kuvuka huko, huko, huko ndo kuwaza mambo ya roho. Najua wengi wetu sisi, mambo yakikaa hovyo hovyo, tunaona kuna uhalali wa kusema lolote, kufanya lolote, kukaa popote, kwenda kwa yoyote, kumpigia simu yoyote, yaani kuonekana <mkano nangreka> <tani> unaangaika. Hata nilikuwa naongea na mke wangu, anasema mke wangu mii, siku niko hai, inapokweka jambo lolote mbele kwenye maisha yao hiipii niko hai unaweza kuona angaika na jambo muda mrefu, niko kimya, halafu ka unahisi sioni, nakuwa nimekuona toka pointi ya kwanza mpaka ya mwisho, huwa naamua kukuacha, kwa sababu napendaga nione unaweza mambo peke yako, lakini nakuwa nimegundua unapita njia ndefu kwa muda mrefu, lakini nashindwa kuingilia kati, kwa sababu najua njia ndefu unania ile ile njema. Kwa hiyo kwenye hizo njia ndefu, mimi nakuchungulia tu, asitumbukie penye shimo, asitumbukie penye shimo, lakini mwacha apite, mwacha apite pite. Alafu baada ya maabi usipite hiyo njia yote haitaji amama ambayo nataka katika siku ambazo Mungu atatupa tuendelee tu kuwepo, nataka kuongea vitu, nikuweke ni ngome fulani hivi, ni nikuweke ngome ambayo mpaka watu nishasema, uliwanadhani maikuona, lijitu umelipiga umelichakaza, bado lila kujia tena kwa kote mlikwenda huko wote, tulianzaga kuanza kukimbia yaani umelichakaza, lakini linakujia hmm, tena inakujia tu kwa moyo, niue kabisa, kama nikuniua, nafika. Maana jamani, mshikeni, mshikeni nitamuua, lakini sio, utamuua wewe mwenyewe umetishika, ya inafika mara na wewe mwenyewe uliyempiga unaanza kusema nimempiga tu, lakini jamani, kama nao uwezo wa kunipiga mimi, nisinge tamani. Wakati fulani ukigushwa kidogo tu, simu kwa mama mdogo, simu kwa mama mkubwa, simu kwa dada, simu kwa mama, simu kwa eh, Chombo. Chombo kitu kiguso kidogo tu, ni simkule simkule simkule simkule, umeshamwambia. Mi nakuwaga na machanga sana. Hii kweli, mnaonaga kama mi nawatangazia changamoto lani kwenye maisha yangu kirahisi hivi eh? Aimsimkang, jamani, tuna dharura hapa mke, nadhani mnafahamu unaonaga mimi nasema na, na kirahisi hivi iwe kwa nyie waumini au tumnaona ghafla akina mjomba wa <laughs> bujinga wow. Ah. Jamani, poleni poleni poleni poleni, eh, kwa sana ah, poleni asante sana ah, pole naanza kusikia kukuruwa yale nini manake like, pole kwa kuugua, pole kwa kuugua Katingo, kwa mzee Katingo. Sasa hivi kweli, kichwani mwako ungekuwa tu jamaa fulani, raia fulani wa kaida, usingeona ndugu zetu wanakuja sana hapa. Hata kama utamwona ni masia masia, yanakujaga na kwenye maibada kwenye maibada yake na mandoto yake. Wakati mwingine ni mandoto tu yanamwongoza na, na ua tu ametupukia huyo hapa. Eona ah, kuna ndoto chema, njoo hiyo ndoto, nayo ni Mungu kakutuma, kwa sababu kuna vingi tu vya kuchukua kidogo tu katumbo Ona, nimepanga foreni akaduka hey. Nikiwatuma mtaeleza vizuri, linapa linapandia hivi hey, tumbo linatoka hapa hey. Linatembea tembea, inakuja kupanda hapa wanachia sairi sairi, mliochangamka sasa hivi wala. Naona <laughs> nawaona imani imewalemea mno yaani, sairi, naona imani imewalemea mno, yani, yaani sasa hivi kwanza hivi imeondoka na nyie mmerudi kwenye fasheni an, yani, ukienda counter pale Maranatha unajua huko uko, uko moja eneo fulani liloendelea sana huko kwa binti unajieleza chini <laughs> ah, uh, ugu. Kama ikampendeza alikaja kuvuka hii kipindi ukisikia tutaimba na Bwana <laughs> sikuwai kudhani maishani takuja kupita kipindi dhaifu kama hiki sikuwai, tangu nielewe neno la Mungu na uzima wa Mungu, sikuwai niwe pita <laughs> <Sikuwae. laughs> na kanisa, watumishi wana wahi vipimo, watumishi <laughs> <laughs> wana majibu ya vipimo makaratasi ameweka, nisikia ni, ni, sijui kuna mdudu anatembea kwenye goti hapa amekula ame, ame uta kuna mdudu amekula ute. Kwa hiyo niko natumia ni dozi kidogo itengeneze ute uteapasana. Wow, so mtumishi baada ya muda amewaika dozi kule nyuma <laughs> Hey, bibi kijingo Naamba na kaugali nikazie kidogo, niko kwenye dozi. Wananchi siwakatazi dozi, lakini mmechangamka mno, changamka changamka, na mwisho wa siku woga kufa na kuaibika, kuonekana kwa homa itazidi. Geuka ni ibada sasa, sababu ikizidi ndio tutaaibika zaidi. Watasema mnachelewaga kunywa dawa, mnachelewa kuja hospitali, kwa tutaaibika pale, watatutukana. Hata uwai vipi, kama tu ulikuwa mstari wa mbele kwa neno la Mungu, utatukana mimi. Siwaambii msiwai, wala hata asikuwa katazi, hakuna dhambi yoyote ecn na sehemu unayofanya mchangamfu, yaani aupendi uonekane una vita, una hali mbaya. Kwa nini? Watu, watu watamtukana mw. Mungu. Mungu atatukanwa na mabaya mw. pole wewe, wachatu najifuta macho haya wa, eti wachatu wa Karatu mke wa timosi pole. Nimeongea muda mrefu, umepambana. Poleni sana <laughs> tutaendelea kesho.

lakini nakuonaga siku moja moja, baba naga siku moja moja, wakanasema lakini haina shida, kama ndo wito utakuwa umekuja sababu so, tunakansara maaskofu ni wakubwa sana. Kwa hiyo siku hizi tukisikia mtu ni kaimu katibu mkuu <laughs> Sasa hivi atakuwa tukishtuka kikubwa. Najua wakati mwingine imani ni kama mwalimu wa shule ya msingi. Mwalimu wa shule ya msingi hajuti kwamba we alikufikisha la saba, kwa sababu kuna mwingine alikufikisha form six, kwa sababu mwingine, yani mwalimu wa shule ya msingi hajuti, yeye anachojua ni cha kufanya ulikuwa msingi wa kufika ulipofika, kwa wakati mwingine hata ikitokea mtu akasema nina shule nyingine bora naweza kujifunza, haiondoi maana wa ile ya kwanza iliyomfanya ajue kusoma na kuandika. Inaleta tu maana kwamba akienda sasa alikoenda akafanya vizuri vizuri zaidi, asipofanya vizuri zaidi anaweza akajua kumbe shule ile ilikuwa na maana, anee. Mungu asaidie sana. Mwisho wa bwanaaa, bas tuimbiepo, mwimbiepo imbiepo. Imbiepo Mungu tukaombe kwa dakika chache hizi. Hizo mbele yetu huko mliko, kwenye makambi, kwenye matawi, jaribuni kuhamasishana mwezavyo shashasha. Mi kuna wakati mwingine naubiriki kipaganipagani sana nakuwa nimepoa, lakini huko unaweza mkawa na nguvu kubwa ambayo inaweza ikawa na mshamsha nyingi, lakini pia ni wapongeze wengine wa Dodoma. Hapo naona leo mko na kondoo mpya amekula shamba dresi hapo, kula shamba dresi hapo ambia kabisa, najua amejiungamanisha ame na jamii fulani ya waliojikana karibu yake sana, lakini pia Lameki Joseph toka veula kuna mkeo hapo katika hali yoyote ya kupambana kujikana na kujitoa makongoros, na tunaona kwa moyo mkuu kabisa hapo mkiwa meji za titi, kweli kweli. Mungu awabariki sana, Mungu awasaidie sana e, tunda na kuona hapo huko kwa audio, lakini kwa moyo mkuu kabisa, ongera sana Kiwila, kama kawaida nyie sikome mko kwa wingi, kwa sababu uelewa pia ni mkubwa, ngome ni kubwa kidogo. Kwa hiyo ni ibada za mkesha za jioni za jumapili zinaelekeana, kwa sababu ngome hiyo imeshajijenga kwa mengi. Ongereni sana kwa kuitendea haki ngome iliyojijenga ndani yenu, lakini ongereni sana wote mlio mstari wa mbele kuhakikisha Hapana, yaani hata kama mko wengi lakini hicho kiwango ni cha maana sana. Nakuona Mmasara unanipa unanipa ishara fulani, lakini sawa sawa, naipokea katika roho. Sasa Mungu wetu atubariki sana, saidia sana, tuendelee tena kesho. Amen. Na Yesu hakuna wa wakufanana na Yesu